Na bila kupoteza wakati wowote ule, tutakazoanza kuzitangaza hapa ni zile ambazo kila mmoja anazifahamu, hazijajificha na ah, ndio zile ambazo zilikuwa zikishindaniwa mwanzoni kabisa kwamba kumtafuta bingwa alafu wakapatikana mshindi wa pili, watatu na wanne na kuendelea mpaka wale ambao walisalimika kushuka daraja. Mshindi wa nne katika mashindano ya ligi kuu soka Vodacom Tanzania bara msimu wa elfu mbili kumi na sita kumi na saba wamekuwa ni Azam Football Club na Azam wana, wanapewa zawadi ya shilingi za kitanzania milioni 24, na, na kutusaidia kutoa zawadi hii, ningependa kuwakaribisha wafuatao. Kwanza kabisa mhariri mtendaji mkuu New Habari sita Limited kaka Absalom Kibanda kidogo zetu. Okay. wa Azam TV wanataka wapate picha nzuri, kwa hivyo sulibayo. Zawadi hii hii ndio kwa kwa ajili ya washindi wanne ambao ni Azam Football Club ambayo inatolewa na picha ndio wanashughulika na, na logistics nyingine hizo zitakuja kufuata huko kwa watayarishaji. Kwa hiyo ndio mfano wa hundi ambayo wamekabidhiwa Azam. Tumbe radhi turekebishe kidogo. Lawrence Malusako mchezaji wa zamani wa Dian Africans. Kumradhi tulimpeleka upande ambao kidogo kwa wa ukakasi kwake. Na sasa ni fursa ya kuwakaribisha kuwapa zawadi washindi watatu ambao tunawafahamu pia Kagera Sugar. Na Kagera Sugar wanapata zawadi ya fedha taslimu uh, shilingi za Kitanzania milioni 30. kutusaidia kutoa zawadi hii, ningependa kuwakaribisha wafuatao: mhadhiri wa chuo kikuu, kocha, mwamuzi wa soka, mchezaji wa zamani wa TRC Kigoma, Dr. Francis Michael, pamoja na mchezaji wa zamani wa Simba, Yanga, Panval Professional ya South Africa, ndugu yetu Bakari Malima. Sasa tumpate mwakilishi wa Kagera Sugar kwa ajili ya kupokea mfano huu wa hundi. Shukran sana. Asante, na baada ya hiyo sasa tunazidi kusogea kule kwenye uhondo wenyewe. Baada ya washindi hao watatu, maana yake kuna washindi wa pili ambao ni Simba Sports Club. kwa ajili ya washindi wa pili wa ligi kuu, Simba Sports Club, shilingi milioni 42 za Kitanzania. Mkurugenzi wa michezo Bwana Yusuf Singo, karibu sana. mwakilishi wa klabu ya Simba hayupo, na badala yake anakuja mmoja kati ya wafanyakazi wa bodi ya ligi ataipokea, wao ndio wanasimamia vilabu kuendesha ligi yenyewe. Kwa hiyo Bwana Ibrahim Mwenyelwa. Na tunaambiwa tuna piga picha kidogo, sijui tufanyeje, maana yake watu wa nyuma kule wanalalamika kwamba hawaoni kinachoendelea huku mbele. Kwa hiyo kidogo tungetafuta nafasi nzuri ya, ku, ya kufanya kazi zetu sawasawa. Tunashukuru sana, asanteni na Makofi kwa Simba Sports Club. Na sasa tunaelekea kwa timu bingwa d Africans ambao wamechukua ubingwa kwa msimu wa tatu mfululizo. Mm. Na hawa wanapata shilingi za kitanzania milioni 84 <todic> kombe lenye wanachukua yeah, jumla kwa sababu misimu mitatu mfululizo. Makofi kwao Yanga. Oe, kukabidhi mfano wa hundi hii ningependa kumkaribisha Head of Branding and Communication, Vodacom, Nandi Muyombela akisindikizwa na baba yetu, kwa heshima na taadhima, mwenyekiti mstaafu wa FAT Muhidini Ndolanga, karibu sana. Makofi kwao. Sasa kwa hivyo, tumkaribishe kuja kutoa zawadi Dr. Jim Yonazi, mhariri mtendaji wa magazeti ya serikali TSN, hali kadhalika Amina Karuma, mwenyekiti wa soka la wanawake Tanzania. Na pengine tu kwa taarifa, timu hii ambayo imekuwa na nidhamu katika ligi hii ina inaondoka na shilingi za Kitanzania milioni 17 na na laki tano. a maamuzi bora, kulikuwa na washindani watatu ambao ni Shomari Lawi kutoka Kigoma. mwamuzi bora wa msimu wa ligi 2016 2017, Nieli Sasi, mwamuzi wa Dar es Salaam. DJ, DJ kidogo tutoe tu, wasifu hawa waamuzi ambao unaweza ukashuhudia wako hapa, ni waamuzi vijana sana, miongoni mwa waamuzi ambao wengi tumezoea kushuhudia, marefaria ambao wana umri kidogo umekwenda, lakini hawa ni vijana wote, hawa wana miaka michache tu, wala hawafiki hata miaka 30 kila mmoja wao. Huyu ambaye ni mshindi uh, Heli Sasi yeye amemaliza shule ya sekondari Kibasila hapa Dar es Salaam mwaka 2004. Ana miaka 29 tu, lakini mwenzie hapo katikati, Hans Mabena, yeye amemaliza shule ya sekondari Usagara mwaka 2008. Ana miaka 26 tu, na amemaliza form 4. Wote hawa ana elimu ya form 4, na mwingine hapa Shomari Lawi pembeni yeye huyo naye amemaliza elimu yake ya sekondari form 4 mwaka elfu mbili na kumi na moja shule ya sekondari Ahlul Bait Islamic Seminary pale Ujiji, Kigoma. Ni bahati iliyoje kupata waamuzi wanaumri huu na mmoja wao anachukua tuzo. Kwa maana nyingine waamuzi bora kabisa watatu wa ligi kuu ya Vodacom ndio hawa, hongereni sana Wapige makofi ya kutosha na mshindi anaondoka na shilingi za Kitanzania milioni tano na laki nane. Hongera sana, tunakwenda kuangalia tuzo namba nane. Hii ni ya kocha bora wa msimu huu elfu mbili na kumi na sita, kumi na saba ambapo kulikuwa na makocha watatu. Tuanze kuwataja mmoja baada ya mwingine, halafu tutawaleta hapa watakaotoa ama kukabidhi hiyo tuzo. Joseph Marius Omogi wa Simba. Moga amekuwa na timu yake ambayo kwa takwimu tu timu ambayo imechukua nafasi ya pili ya ligi kuu ama washindi wa pili, na kwa hakika amekuwa na kikosi hiki tangu mwanzoni mwa msimu huu ambao umemalizika. Kocha mwingine ni Mekki Maxime kutoka Kagera Sugar bora wa msimu huu ni m Mek Maxime, Mek Maxime, kocha wa Kagera Sugar, anatoa tuzo ya kocha bora wa ligi kuu ya Tanzania bara msimu huu. Huyu amekuwa mchezaji mwenye sifa za kipekee kabisa. Alipata nafasi ama fursa adimu ya kuwa mchezaji aliyeagwa rasmi wakati anastaafu kucheza timu ya taifa, Taifa Stars. Meki Maxime, Meki ungegeuka, kuna wapiga picha hapa wanataka kupata picha yako vizuri utashuhudia kwamba kamati imefanya kazi yake sawasawa. Leo imewaleta wachezaji wa, wa zamani wa miaka ya sitini ya sabini ya themanini na hata wale wa miaka ya tisini na elfu mbili hapa katikati. Tutajieni nani ametoa tuzo hii mpya ya Ismail Halfani, mshindi wa tuzo ya Ismail Alfani, ya Ismail Alfani, under 20 ni Shaban Idi, Azam FC. Javan Idi Chuunda kutoka Azam FC anatoa tuzo ya Ismail Halfan, tuzo mpya ambayo imekuwa maalumu kabisa ikibeba jina hili kumwenzi mchezaji kijana mwenzao ambaye alifariki dunia uwanjani akitetea timu yake, ambao ikisaka ubingwa wa ligi kuu ya Tanzania ya vijana wenye umri wa chini ya miaka 20. Mungu amrehemu. Kwa hakika hii itakuwa ni siku kubwa pia kwake huko aliko. milioni. Uh, mshindi wa tuzo ya heshima kwa mwaka huu wa 2017, uh, ni mchezaji nguli Kitwana Manara, Kitwana Manara Popat. Ma Kitwana Manara, wengi kwa wale wa kizazi cha sasa hawawezi kuelewa chochote kuhusu Kitwana Manara zaidi ya kusoma kwenye magazeti na kusimuliwa, lakini Kitwana Manara mchezaji wa aina ya peke yake kabisa, ambaye alipata kucheza kwa wakati mmoja akiwa ni golikipa namba moja wa timu ya taifa ya Tanzania, na ana jezi yake namba moja mgongoni, lakini wakati huu akirudi kwenye klabu yake Young Africans anavaa jezi namba tisa juu ya mgongo wake na anacheza ndani na anafunga magoli ya kutosha. Kitwana Manara Popat ambaye aliweka sana sana wakati wa kipindi cha katikati ya miaka ya 60 mwanzoni wa miaka ya 70, na hapa amekuja na ndugu yake Sande Manara. Kompyuta la msimu ni Shiza Kichoya. Goli bora la msimu wa 2016-17 ni la Shiza Ramadhani Kichuya, na zawadi yake iko hapa tayari. Shiza Ramadhani Kichuya hayupo, pengine wenzetu wa bodi ya ligi wanaweza kaja kuchukua, pia hili kwa ajili ya wachezaji wa timu ya Simba ya Ramadhani Kichuya na pengine wengine kutoka Simba, ile ya mwanzo hawakuwepo, na hii pia hawapo. Na zawadi kwa aliyeweza kufunga goli bora la msimu huu, yeye anaondoka na shilingi milioni tatu. Hongera sana bila shaka fursa ipo, milango na madirisha amefungua Mzee Kitoa na Manara. Wachezaji wa sasa naweza kujifunza kitu kutoka kwake na kwenye maelezo ambayo ameyatoa hapa. Amisa. Sasa tuelekee kwenye utulivu, wakati ambapo tunakwenda kumtambua mchezaji bora wa ligi kuu Tanzania msimu wa elfu mbili kumi na sita kumi na saba. Utakumbuka vizuri kwamba wachezaji watatu walichuana vikali kwelikweli kuwania tuzo hii ya mchezaji bora, nao ni

Simon Msuva, mshambuliaji wa Young Africans, mabingwa wa ligi hii, na mchezaji wa pili ni Mohamed Hussein, mlinzi wa Simba Sports <laughs> Club hao wawili ni wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania. Halafu kuna Aishi Manula goalkeeper wa Azam Football Club. Hawa ndio wachezaji watatu ambao ij picha na sasa basi, Jokate, yes, uh, tupate kuweza kukabidhi hii tuzo ya mwisho blessed, best player overall. Ningependa kumkaribisha mgeni wetu rasmi mheshimiwa waziri Dr. Harrison Mwakembe, akiongozwa na chairman wa board Mr. Hamad Yahya, pamoja na commercial director wa Vodacom Tanzania Mr. Hisham Hendi. Karibuni sana muweze kutoa tuzo hii kubwa ya mwisho kile ambacho kimesubiriwa sana kwa hamu shauku kubwa kabisa, na bila shaka sote hapa na wale ambao wanashuhudia kupitia Azam TV kupitia channel yako namba 105, Azam Sports HD. Bila shaka sasa ule wa saa ile fursa imefika, tutasomewa hapa. Mheshimiwa waziri yupo hali kadhalika akisaidiwa na wazee wenzie hapa ili waweze kutuambia nani ni mchezaji bora wa ligi kuu soka Tanzania bara ya 2016-2017? Mheshimiwa wazee. Mchezaji bora wa ligi kuu msimu wa 2016-2017 ni Muhammad Hussein Shabalala, wasimba poslamhame Hussein niye, yeah, ambaye. Na kwa kuwa hayuko hapa, huyu ni baba yake mzazi. Huyu ndio Hussein Mohamed mwenyewe, ambaye anakuja kupokea tuzo ile kwa niaba yake ya mchezaji bora wa Tanzania msimu wa 2016-17 Mohamed Hussein, ambaye kwa sifa zake za haraka tu kwamba amecheza michezo yote 30 ambayo timu yake ya Simba imecheza, amecheza dakika zote ambazo timu yake imeshuka dimbani. Hakupoteza dakika hata moja katika mechi zote 30 ambazo timu yake imecheza. Utaona halafu, ni mlinzi lakini amemudu kucheza kwa muda wote huo na aliambulia kadi mbili za njano, pengine kwa sababu uh, maalum tu. Si vibaya sana, baba mzazi, unaweza kusema chochote angalau kidogo, kwa niaba ya mwanao kidogo sana, chini ya dakika moja. Uh, nashukuru sana, nashukuru watu wa Vodacom, TFF na nakushukuru mheshimiwa waziri kuja kunipokea kunikabidhi tuzo. Kwa kweli nimefarijika sana. Nashukuru, nashukuru sana, na ninamwombea dua mwanangu azidi kuimarika katika mpira na azidi kuleta manufaa katika taifa letu. Asante sana, makofi tena kwake, makofi hayatoshi, tumshangilie vizuri. Huyu ndio mshindi wetu mkubwa usiku huu wa leo.